Lazima ujue wewe ni nani, na ujue umetokea wapi, asili yako ni ipi, na ujue thamani yako ni ipi. Kwenye leo Biblia sura ya 11 mstari wa 232 hadi kuendelea, habari za kina Enoki za kina Gideon za kina Baraka za kina Daniel za kina nani ambao walifunga makano ya wa simba wakazima mishale ya adui wakashinda waka wakapita waka kwenye moto na huko usumbua wakina, kina wakana shida mishale kina bendeko, ilikuwa ni kwa sababu ya ufunuo uliokuwepo katikati yao ndani ya mioyo yao. Ule ushindi wa Waebrania wa 11 moja, ile wanapongea watu wa imani ni kwa ni, ma, ni, matokeo ya ufunuo ule uko ndani yao, kwa wale watu walijua wao ni wakina nani, asili yao ni ipi, maki wametoka wapi na thamani yao katika Mungu au katika Kristo ni ipi. Ukiupata ufunuo wa mambo hayo, yanakupa ushindi duniani. Ndio maana Daudi akasema, Bwana mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, asema, nijapita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana Bwana yupo pamoja nami, gongo lake na fimbo lake zanifariji. Alijua asili yake ni ipi na thamani yake ni ipi. Ukiangalia gani kilimfanya Yesu aishi alivyoishi, atembea alivyotembea, afanya alivyofanya, ni kwa sababu na yeye alikuwa iko conscious alikuwa na ufahamu wa kujua yeye ni nani, asili yake ni ipi na thamani yake ni ipi. Unasoma Mathayo sura ya 16 mstari wa 13 mpaka wa 20, ukisoma kile paragraph ya 7 na 18, Yesu alizo na wanafunzi wake huko nje anasema, mimi, mimi ni nani? Wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji, wanasema wewe ni nabii yule ajaye, na ninyi mwasema mimi ni nani? Yesu alikuwa iko conscious, alikuwa na ufahamu wa yeye ni nani Petro akamwambia, wewe ni Masihi, mwana wa Mungu aliye juu. Yesu akamwambia, wewe ndiwe Petro, najua mwamba huu tajenga kanisa langu na milango ya kuzima itakushinda maki, najua ufunuo huu wa mimi Yesu nani kwako kibinafsi, hakuna mlango wa adui utakuwa kushinda kwa. Petro alipata ushindi katika kiwango cha kiufunuo. Ufunuo unakupa baraka, asema heli wewe Petro wa, wa barioni neno, heli, make, blessed, make, umebarikiwa umepewa nguvu wewe Petro, kwa sababu ule ufunuo ulipoachiliwa kwako. Nimeongea huo mstari ili kuonyesha nini Yesu alikuwa yuko conscious, alikuwa analinda usiku na mchana ufahamu wake wa yeye ni nani usondoke kwake, na akataka kujua wengine wanamfahamu yeye kama nani. Kwa alikuwa na anajijua kitu chomfanya apate ushindi aliopata ni sababu alikuwa anajua yeye ni nani. Usoma Injili ya Yohana sura ya kwanza aya 23, watu, watu, watu kwenda kumuuliza Yohana Mbatizaji, wewe ni nani? wewe ni Elia? Akakataa. wewe ni nabii? Akakataa majina kakataa, asema tuambie ni nani? Asema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Kwa ukuu wa Yohana Mbatizaji ni matokeo ya yeye kutambua ni nani. Si nikuambie, the moment unapojua wewe ni nani, asili yako ni ipi na thamani yako katika Kristo ni ipi, hakuna mlango wa kuzimu utakiwa kushinda. Ukifuatilia kwenye Biblia wote wa Waebrania sura kumi na moja wale waet na tamo mule ni matokeo ya kujulikana, kujua wao ni wakina nani, asili yao ni ipi na thamani yao ni ipi iliwapa kujua na kutambua na ndio maana wakafanya walivyofanya wakatembea kama miungu duniani. Ndio maana makana wa simba simba hawakuwadhuru, moto haukuwaunguza, maji hayakuwagarikisha, wafalme walipoinuka juu yao hawakuwaharibu. Bibi sema wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, ni kwa sababu walijua wakina nani. Yohana anaambiwa ule ni nani? Akaambiwa mimi ni sauti ya mtu alienyikani. Alikuwa najua ye ni nani. Ukiangalia wametokea wapi ya Yesu alikuwa anajua alipotokea. Ukisoma Yohana sura ya 3 mstari 31 <coughs> na 32, yeye ajaye kutoka juu huyo yu juu ya yote. Yeye aliye wa dunia asili yake ni ya dunia, naye anena naye anena mambo ya duniani. Yeye ajaye kutoka mbinguni yu juu okay, ya yote. Ukisoma kuanzia kule wako wana, wana, wana Yesu asili yake ni ipi? Kwa hiyo Yesu akanawambia yeye aje kutoka juu yuko juu ya yote. Hapa hakuwa Yesu anaongea, alikuwa ni Yohana Mbatizaji hapa. Yesu wanafunzi wake, enda kumwambia Yohana, yule mtu ambaye ulikuwa naye kule ng'ambo ya Yordani na yeye yuko mahali pengine anabatiza, wanataka kujua ametokea wapi, kwa nini anafanya alizokifanya, ye, hapa hapo Yohana alikuwa anawaelezea juu ya Yesu na akawambia yeye aje kutoka juu yuko juu ya yote, ajaye kutoka make mahali alikotokea, asili ya kwake. Kwa ngine anawaambia huyu jamaa asili yake sio duniani, na na sababu sio duniani, yuko juu ya yote aliyoko duniani. Sabu Waibrania sura kumi na moja mstari wa tatu inatuambia kwa imani twafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vinavyoonekana bali visivyo onekana. Anasema yeye ajaye kutoka juu yuko juu ya yote hata akinena hanena ya dunia, ananena yalitokea juu na anakuwa juu ya yote maki, ana mamlaka ambayo iko juu ya ulimwengu. Ukisoma injili ya Yohana sura ya 17 mstari wa 14 na wa 16 Yesu anasema hivi, nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa maana wao sio wa ulimwengu huu kama mimi nisivyo. Anaongelea asili yake, unajua anaongea mahali alikotokea, kama mimi nisivyo ulimwengu huu. Yesu alikuwa anaongelea asili ya kwake. Usoma mstari wa 17 unasemaje? Mst. 17 Anaweka msisitizo omba, wao sio wa ulimwengu kama ni sivyo. Na hapo wanapoongelea wao, alikuwa anaongelea sisi. Ukisoma Yohana sura kumi na saba yote ni maombi aliyoyafanya Yesu hapa duniani, wakati anaelekea msalabani. Alikuwa kwa ajili, vi, vi, anaomba kwa ajili kwa ajili tena, alisema hivi anaomba kwa ajili ya wale wanafunzi wanafunzi ulionipa na wengine wote watakaoniamini kupitia hawa make mpaka sisi mpaka mwisho wa dunia, alikuwa anatuombea. Oh, kama alikisema wewe sio wa ulimwengu maki, sisi sio wa ulimwengu kama vile ambavyo Yesu sio wa ulimwengu kuna wewe sio wa ulimwengu. Kwa hiyo ukishajua kwamba asili yangu sio ya hapa, kwa mambo ambayo unzikumbatanana nayo na kuna mambo ambayo lazima uweze kutengeneza, ili uotengeneza ile update na desire yako ile ambayo yako kule ambayo ni bora kuliko haya yako duniani. Na nasema yeye ajaye kutoka juu yuko juu ya yote, kama sisi sio ulimwengu huu. Nasema wewe sio ulimwengu kama mimi, sivyo ulimwengu kwa na sisi tuko ulimwengu ya sio ulimwengu huu, maana sisi tumetokea juu. Kama tumetokea juu, maana tuko juu ya juu ya